Nyonga ina sehemu kuu mbili. Unaona mfano wa pelvis ambayo ni sehemu ya mifupa ya binadamu hasa hasa hii ya mama, kwa sababu mifupa ya mwanamke na ya kiume ni tofauti. Kwa hiyo leo tunaongelea hasa katika upande wa mtoto kuzaliwa. Nyonga ina sehemu kuu mbili, ilium na ischium. Uh, sehemu kubwa na pana upande wa juu, na ischium ni sehemu ya chini inayotengeneza sehemu ya kulalia. Pubis uh, sehemu ya mbele pelvis uh, kushoto na kulia, ambayo hukutana katika pubic uh, symphysis sim, au wanaitwa symphysis. Uh, sacrum mfano wa katikati wa nyuma. Yeah, yeah. Akueshuka hapo mbele unaopinda uh, kuelekea mbele kidogo, na cox ni ule mkia wa mfupa wa chini kabisa wa mgongo. Na katika, katika mchakato wa kujifungua, yaani mekanism wakati wa kujifungua, kwa kawaida mtoto anapitia hatua hizi muhimu, ambayo uh, hatua ya kwanza ambayo anapitia hatua ya kwanza anapitia um, engagement. kichwa cha mtoto um, kinaingia kwenye pelvis inlet, sehemu ya juu ya nyonga eh. Descent, mtoto anashuka chini na kuelekea kwenye mid pelvis. Flexion, kichwa kina inama side ili uh, kipite kwa urahisi kupitia sehemu hiyo nyembamba ya pelvis. Na internal rotation, kichwa cha mtoto basi uh, kinazunguka ndani uh, ya nyonga ili kukami, ili kukabiliana na nafasi ya pelvis outlet. Na extension, baada sasa ya kufika kwenye Perum, mtoto kusukuma kichwa chake nje kwa kuinua uso. Na hiyo external rotation uh, kichwa cha mtoto kuzunguka tena na kuruhusu mabega kutoka. Na hapo sasa tuna hatua ya mwisho expulsion, ambayo mwili wote wa mtoto unatoka. Asante sana, basi ako uh, kama hivyo unavyoangalia kwa sasa hivi. Uh, ukiona sasa kama wewe mtoto um, baada ya ku baada ya ku mtoto kuzaliwa, utakuta zile wiki za zile wiki kadhaa ambayo mama anapaswa kupumzika sana. Kwa hiyo unapaswa kweli kupumzika wewe, kama ndugu, wewe kama baba, wewe kama waki, eh, kama familia, basi kwa pamoja tunaweza. Asante sana. Asante sana kwa kutazama video hii. Tafadhali subscribe kwenye Sabina Online kwa elimu zaidi. Asante sana, bye bye.